Ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Nyasa, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Lakini kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yote yanatarajiwa kuwa na hali ya mwangu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla, wakati kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo hayo yanatarajiwa kuwa na hali ya mwangu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya jua vinatarajiwa. na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wa kati kama huu.